Uchaguzi huu ni uchaguzi wa kufanya maamuzi kati ya maisha halisi na anasa. Wapo wanaojadili anasa kama ndio ziwe ajenda za uchaguzi, kwamba o, haki na uhuru wetu umeondolewa kwa sababu hakuna Twitter. Sisi huku vijijini tunaelewa nini maana ya hatua unazochukua. Umeingia madarakani ukamwambia Yesu kwamba ukinizingua nitakuzingua, nataka maji uashushe kina mama maji kichwani. Hivi leo unaenda Kahama, mkandarasi yuko pale saiti anajenga soko la mazao ambalo watu wageni wa kutoka Uganda na Rwanda waliokuwa wanafata mpunga mashambani, sasa wataufata sokoni, na Watanzania ndio watatoa mpunga mashambani kuupeleka sokoni, watakutana pale. Hizi ndio haki tunazozijadili sisi watu masikini. Wengine wanajadili haki kwa mitazamo ya anasa, ana uwezo wa kununua iPhone 16, 17, anakaa Twitter asubuhi mpaka jioni. sisi tunazungumzia elimu ndiyo maendeleo vijijini, barabara maendeleo vijijini, ruzuku ya mbolea maendeleo vijijini, umeme maendeleo vijijini. Hizi ndiyo ajenda ambazo anazisukuma Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii kazi mama unayoifanya ni kazi ya utume, ni kazi ya mtu ambaye amejitolea kuwatumikia watu. Zisikuumize kelele usizisikie hizi habari. Tunaoishi na wagonjwa huwa anasema awesu ndio anajua anavo anavohema mgonjwa. Sisi tulio asilimia sabini themanini ya Watanzania tulioko vijijini tunafahamu kazi unayoifanya. Utu wa mtu unaanzia mfukoni na tumboni, akiwa na uhakika wa chakula, akiwa na uhakika wa kipato, ndio utu wa Mtanzania unalindwa. Utu wa mtanzania haulindwi kwa Twitter, Instagram wala social media. Utu wa mtanzania unalindwa katika maisha yake ya kila siku, na ndiyo kazi anayoifanya Dr Samia Suluhu Hasan. Tarehe 29 tujitokeze tukapiganie uhuru wetu wa pili, ambao ni uhuru wa kiuchumi, wa kumwondoa mtanzania kwenye umaskini. Tuunganeni sote tukampigie kura Dr Samia Suluhu Hasan.